Mimi huyu hapa ameongea kwa mapana na marefu. Naomba usinibane niongee kama ulivyosikia wewe mwana sheria. Sasa sikiliza wewe, ngoja nikwambie. Kwanza jiheshimu. Yaani mimi nimekupa heshima sana kufanya hivi. Unanielewa? Usinipangie. Nimekupa fursa ya kuongea, unaanza kuniambia nimekupa fursa ya kuongea kama alivyoongea yeye, mmesikia nampa dakika hapa. Sasa ngoja nikwambie wewe, nisikilize vizuri, nikwambie vizuri Chezeaa wengine, sio mii. Unanisikia? Sasa wewe zungumza hoja hapa, unasikia? Naisia, naomba tusikilizane itamata hoye mimi. Hapa huyu mwananchi amelalamika, ni mwananchi wangu yes. Mpiga kura wangu kama ulivyo wewe, ameeleza malalamiko yake na barua yake imekuja ofisini, yes boss na ameeleza ameenda kwa mkuu wa wilaya, ameenda kwa mkuu wa mkoa, ameenda maeneo mengine yote, tunanielewa yes, yes, yes. Sasa wewe basi nzuri huko hapa yes, nikasema utoe na wewe maelezo kwa yes, kukupa yes, faida ya sasa. Eleza kulingana na malalamiko yake, lakini sio kunipangia ha. Wewe ni mwanasheria kama ulivyosema, hachana na mambo ya sheria